Kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi tuliunda kikosi kazi kwa ajili ya kubaini watu ambao wamekuwa ki... wakiingiza korosho ambazo zina ubora wa chini au ambazo hazifai kwa matumizi ya binadamu na kuchanganya na korosho bora. Tulipata korosho zaidi ya gunia 80 ambazo zilikuwa na ubovu, korosho ambazo zilikuwa na ubora hafifu. Na korosho zote ambazo tukishaziona kwamba zina ubora hafifu na hazifai kwa matumizi ya binadamu. Kwa hiyo ili kuathiri kwamba zisiende katika mzunguko katika mnada wa huwa tunazichoma meshuhudia leo kupitia pale kwenye kiwanda cha Dangote, tumechoma makorosho hizo. Lengo letu ni kudhibiti korosho ambazo tunaona tayari zina ubora hafifu au zimeoza zisiweze kuja kuchanganywa katika msimu unaofuata, maana baadhi ya watu ambao hawana nia njema wamekuwa na tabia kuchukua korosho nzuri, wanachukua na korosho mbovu afu wanachanganya na kuzingiza kwenye msimu, hali ambayo imekuwa ikiharibu ubora wa korosho zetu wa zetu kwa kiasi fulani. Kwa hivyo tumechukua jukumu la kuzichoma ili kuziondoa kabisa katika, katika mzunguko wa, wa biashara ya korosho. Kwa hiyo ni wasihi sana wakulima na wadau mbalimbali ambao tunacho kwenye biashara ya korosho tupeleke mnadani korosho tu ambazo zina ubora unaofaa, aidha kuuza kupitia soko la awali au kuuza mnadani au kutu, kwa matumizi ya binadamu nyumbani. Lakini korosho yote ambao tunaona kwamba imeoza, tafadhali tusiingize katika, katika mzunguko au kujaribu kuzirudisha kwenye, kwenye mzunguko sababu kama tukiingiza korosho hizo kwenye mzunguko mwisho wa siku tunakwenda kuathiri uh, ubora wa korosho na mwisho wa siku tunaathiri mapato ambayo mkulima angeyapata, kwa sababu ukichanganya korosho ambayo ina ubora wa chini na korosho nzuri, unashusha ubora wa korosho, unasababisha wakulima walipe bei ndogo kuliko bei ambayo wangepata kama korosho zilikuwa na ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo ni wasisi sana wadau mbalimbali, kwa sababu Bodi ya Korosho inataka kufuatilia maeneo yote ambayo tunaona kwamba yana korosho ambazo hazifai na tukizipata korosho ambazo zina ubora hafifu zimeoza wahusika watachukuliwa hatua za kisheria, lakini pia hizo korosho tazichukua na kuzi, kuzichoma moto. Katika kiasi ambacho sasa hivi tumekichoma ni gunia 80 ambazo zilipatikana ziko na ubora hafifu, takriban tani 6200 ndio tumezichoma siku ya leo katika katika kiwanda cha Dangote. Lakini kama nilivyosema, tutaendelea kutafuta maeneo kokote, ambapo tukikuta kuwa na korosho zozote ambazo ziko mahali popote zimeoza, taz, tazichoma. lakini pia niwaombe, nitoe rai kwa wananchi mtu yoyote ambaye atakuwa na baini kwamba kuna mahali zimehifadhiwa korosho ambazo zina ubora hafifu au zimeuzwa, watu wana mpango wa kuchanganya labda kwenye msimu ujao, naomba tupe taarifa za siri Bodi ya Korosho ili tuweze kuchukua hatua ya kuziondoa korosho hizo katika mzunguko Sabu, kwa sababu lengo letu ni kwamba tukishaziondoa hizo kwenye mzunguko tutakuwa na korosho bora, tutakuwa kwenye mnada ambao itaongeza ushindani na pia na kuongeza maslahi kwa wakulima ambao wanazalisha zao la korosho. Kwa jina naitwa na James Kasembe Nimepata bahati ya kushuhudia hili tukio la uchomaji wa, wa korosho katika kiwanda cha Dangote. Baadhi ya watu ambao wanajihusisha na hili tukio la kuchukua korosho mbovu kuchanganya na korosho mzima, linatuharibia soko letu la hapa Tanzania. Kwa hiyo tunaomba wachane na hii tabia.